Yo, mwanamuziki lakini pia mwana mitindo Pop Dawn Richard ameiambia mahakama leo kwamba alihofia usalama wa maisha yake baada ya Sean Diddy e, Combs e, kumtishia maisha iwapo angeripoti kwamba alimwona mkali huyo wa hip hop akimshambulia mpenzi wake wa zamani Cassie Ventura e bana. Richard amekuwa ni mwanachama wa zamani wa kundi la muziki wa Danity Kane, ametoa ushahidi wake wakati wa kesi iliyomkabili Diddy e bana, kwa muji wa mwanamitindo huyo asema nilishtuka, lakini pia niliogopa. Richard amewaambia ame majaji kwamba akieleza eh, kuhofia usalama wake na maisha yake na wanachama wa bendi yake ya muziki. Diddy alimtishia maisha mwanamuziki huyo na mwanamitindo Pop siku moja baadaye na yeye na kundi lake la muziki kumwona Diddy akimshambulia mpenzi wake wakati huo Cassandra Ventura nyumbani kwake Los Angel mnamo mwaka 2009. Pididi mwenye umri wa miaka 55 amekanusha mashtaka matano ya uhalifu yakiwemo: kupanga njama ya uhalifu, usafirishaji wa halamu wa binadamu kwa ajili ya ngono na usafirishaji kwa ajili ya ukahaba. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani, kulingana na hizi kesi za Pididi ambazo kila siku inapoitwa leo wanaibuka mashahidi wapya kwa ajili ya kueleza eh, sakata na ukweli ambao pengine labda ulikuwa umejificha nyuma ya pazia. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Subscribe kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania chochao